Mshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi katika sekta ya sheria, katika sekta ya katiba, katika sekta ya haki tunamshukuru zaidi kwa sababu katika kipindi chake tumeona neno haki likitendewa haki, tumeona haki kitamalaki katika kona zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakumbuka aliunda tume ya haki jinai iliyoongozwa na Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu Hoffman Mohamed Chande. Lakini jitihada za wizara na taasisi zake kutembelea magereza zimepunguza mahabusu 618 18. Namba hiyo ni muhimu sana. Mafunzo haya mnayoyapata, kwetu sisi, kwenu nyinyi, hatawapa ujuzi zaidi, lakini kwetu sisi pamoja na ujuzi yataimarisha mahusiano yetu kati ya wizara ambayo inasimamia haki na nyinyi jeshi la magereza ambao mnatekeleza haki. Wizara imeshagawa seti tano za vifaa vya TEHAMA katika kuhakikisha kwamba magereza zinakuwa za kisasa. Nasaidia sana kwenye magereza mtandao katika kusikiza kesi kwa njia ya mtandao. Takwimu zinaonyesha kwamba kwa kipindi kwa cha Aprili 2025 idadi ya wafungwa na mahabusu waliokuwa magerezani na mahabusu wamepungua na kufikia 27,000 ukilinganisha na idadi iliyokuwa kubwa mwanzoni mwaka 2021 ambapo kulikuwa na wafungwa na mahabusu wapatao 32,000. Msongamano huu umepunguzwa baada ya kuimarisha kwa adhabu mbadala na kuongeza kasi ya kusikiliza mashauri yaliyopo mahakamani kama ambavyo wenzetu wa Wizara ya Sheria na Katiba wanavyofanya na vile vile kuongeza kasi ya uendeshaji wa mashauri ya wale mahabusu waliyopo waliopo magerezani. Tumeendelea kuimarisha mafunzo ya teknolojia katika maeneo mbalimbali ikiwemo kujenga vyumba vya uwekaji wa vifaa vya mahakama mtandao makama mnusia, na kama ambavyo yamegusia na hivyo katibu mkuu, kwa sasa tuna takribani magereza 66 yana huduma za mahakama mtandao, na mwaka huu wa fedha, mheshimiwa waziri, tayari tumepokea takribani zaidi ya shilingi milioni mia sita na hamsini kwa ajili ya ujenzi wa mahakama mtandao. Ni kwa sasa tuna wastani wa waarifu kwa siku elfu 27, uwezo wa magereza ambayo ni 129 ni na kuhifadhi waarifu 29,992. Kwa hiyo utaangalia idadi iko chini ya uwezo, na hii yote kwa sababu ya jitihada na ushirikiano wa vyombo vya haki jinai. Na kwa kweli wamekuwa na ushirikiano mzuri, wamekuwa wakipita magerezani kwa ajili ya kuongea na watuhumiwa kusikiliza mashauri yao, lakini kesi zinakuwa zinakwenda kwa wakati na hivyo idadi ya mahabusu imeendelea kupungua siku hadi siku. Mafunzo haya yamelenga si tu kuongeza maarifa ya kitaaluma, bali pia kuimarisha umahiri na kuitendaji na hatimaye kuboresha mfumo wa utoaji haki kwa wafungwa magerezani. Kuweza kuhakikisha mafunzo haya tunayafuatilia kwa kina, tunayaishi na kutekeleza wajibu yetu, ili kuhakikisha kwamba tunaboresha mfumo huu wa haki jinai wa kulinda na kutetea haki za binadamu magerezani yenye tija na matokeo bora hiki, kwa taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi katika mafunzo haya, naomba nikuahidi hivi kwa dhati, kwa moyo wa unyenyekevu kabisa, tutakuwa watulivu, tutayasikiliza, lakini tutakuwa na uhuru wa fikra wa kujadiliana walengo la yale ambayo yalikuwa yamelengwa, ni matokeo baada ya mafunzo haya tuweze kwenda kuyapata na hatimaye, ninaamini ule wigo wa utekelezaji wa majukumu yetu hasa ili la huduma za kisheria unaenda kuongezeka kwa dhati.